Yule ambaye hakusubiri juu ya udhalili wa kujifunza, hakuuvumilia udhalili wa kujifundisha, atabakia katika umri wake wote katika giza la ujinga. Mtu ambaye hakuwa tayari kuuvumilia udhalili unaopatikana katika kujifunza elimu basi mtu huyu atabakia dahri katika ujinga, hawezi kutoka kwenye ujinga hata kutufahamisha, kwamba ndani ya kusoma ilmu kuna namna fulani ya inkisar, yani kuvunjika mwanadamu, na namna fulani ya udhalili anaopata mwanadamu kwa sababu ya kutafuta elimu. Sasa mtu ambaye hatasubiri juu ya udhalimu huu na kutwezwa katika jambo la elimu, huyu hawezi kufanikiwa kuipata elimu. Lakini anasema, wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirati wadunya, na yule ambaye atasubiri juu yake ni juu ya udhalili wa kujifundisha, juu ya udhalili wa kutafuta ilmu, basi jambo lake litarudi jambo lake kwenye hishma utukufu huko Akhira na hapa duniani. biqadri lkadi tuktasabu almaali wa man talaba alula sahira llayali, kwa kiasi cha taabu mtu anayoipata na ile dhiki anayoipata, ndipo unapochumwa ule utukufu. Mambo matukufu matukufu, ndipo wanapochumwa na yule anayetaka utukufu atakesha usiku. waman talaba alula sahira llayali